Leo tunaenda kulitazamia kombora la Buki dash M1 ama NATO wanaliita kombora hili kwa jina la SA dash 11 Gadi Fray. Hili ni kombora la ulinzi wa anga la Urusi. Kombora hili lishafanya misheni mbali mbalimbali ya kulinda anga la Urusi, na pia kombora hili linashambulia. Je, kombora hili liliundwa mwaka gani na ni nini malengo ya kuundwa kombora hili, na je lina athari gani kwa walengwa? Basi ungana na mimi hapa hapa Upate kulifahamu kombora la Buk-M1 ama kwa jina la NATO anavyoliita SA-11 Gadfly. Karibu katika makala yetu. Leo tunaangazia moja ya mfumo maarufu kabisa ya ulinzi wa anga kutoka Urusi, mfumo unaojulikana kama Buk-M1 au kwa jina la NATO SA-11 Gadfly. Je, unajua kuwa mfumo huu uliwahi kuhusishwa na tukio kubwa sana la anga mwaka 2014 Hebu tukusogeze karibu na ukweli huu wa silaha hii hatari ya anga. Buk-M1 ni toleo la pili la familia ya mifumo ya makombora ya ardhini kwenda angani maarufu kama Buk. Mfumo wa awali ulitengenezwa mwishoni mwa miaka 1970 na Umoja wa Kisovieti ukiwa na lengo moja kuu: kulinda vikosi vya ardhini dhidi ya mashambulizi ya anga. Buk ilianza kama mradi wa kuendeleza mfumo wa kub, ambao NATO waliuita SA-6 Gainful, ambao ulikuwa na mapungufu ya kizamani. Wataalamu wa Urusi waliamua kutengeneza kitu kipya chenye kasi zaidi uwezo wa kurusha makombora mengi kwa wakati mmoja na mfumo wa kujitegemea katika kulenga malengo. Buk-M1 ilianza kutumika rasmi mwaka wa 1983 na, na tangu hapo imekuwa ikiboreshwa hadi kufikia matoleo ya juu zaidi kama Buki dash M2 na Buki dash M3. Buki dash M1 inajumuisha magari kadhaa ya kivita, kila moja likiwa na kazi tofauti. Kawaida mfumo mzima unaweza kuwa na tela, transporter erector launch and rada. Hii ndiyo gari inayobeba makombora manne na ina rada yake ya kujitegemea. Tel, transporter erector launch inabeba makombora ya ziada lakini haina rada, kupokelea taarifa kutoka kwa rada ya mfumo mzima, ambayo inajulikana kama Snow Drifti, rada yenye uwezo wa kugundua malengo zaidi ya mia moja kwa wakati mmoja katika eneo kubwa. Makombora ya Buk-M1 ni aina ya ya 9M38M1 ambayo yanaweza kufikia umbali wa hadi kilomita 35 na malengo yaliyoko hadi urefu wa kilomita 25 angani hili ni kombora lenye kasi ya hadi machi tatu, yaani mara tatu ya kasi ya sauti. Mojawapo ya sifa muhimu sana ya buki dashiemuani ni uwezo wa kufanya kazi bila utegemezi wa rada kuu. Kila gari linaweza kulenga na kurusha hata ikiwa mfumo mwingine umezimwa. Buki dashiemuani imetumika mara nyingi katika mazingira ya vita vya Chechnya, vita vya Georgia ya mwaka 2008, mgogoro wa Ukraine na Urusi unaoendelea hadi leo hii. Mfumo huu umeonyesha kuwa hatari sana zidi ya ndege zisizo na rubani ama drones, ndege za kivita kama F-16 na hata makombora ya cruise. Katika tukio la mwaka 2014, ndege ya abiria ya Malaysia Airlines MH17 ilitunguliwa huko Ukraine mashariki na uchunguzi wa kimataifa ulihusisha mfumo wa Buk kutoka Urusi. Tukio hili lilitikisa dunia na kuonyesha uwezo na hatari ya silaha kama Buk-M1. Tuangazie faida na mapungufu ya silaha hii. Ina kasi kubwa sana ya makombora, mfumo wa kujitegemea wa rada autonomous targeting, uwezo wa kufuatilia na kushambulia malengo mengi kwa wakati mmoja, uhamaji, unaweza kubadilisha eneo haraka. Mapungufu yake, rada yake inaweza kupigwa na silaha ya kuzuia mawasiliano ama jamming inahitaji mafunzo ya hali ya juu kuendeshwa kwa ufanisi. Inapokuwa kwenye harakati, muda wa kujiandaa kurusha ni mrefu kidogo ukilinganishwa na mfumo wa kisasa kama S-350. Baada ya Buk-M1, Urusi imeendelea kuboresha mfumo huu. Matoleo kama Buk-M2 yana rada mpya kabisa, makombora bora zaidi na uwezo kulenga wa kulenga malengo ardhini. Pia Buk-M3 toleo la karibu zaidi lina uwezo wa kuvuruga mfumo wa ndege za adui na linaweza kubeba hadi makombora sita kwenye gari moja baada ya manne. Hii inaonyesha kwamba Urusi inaendelea kuliwekea mkazo jeshi lake la anga na ulinzi wa anga, hasa ikizingatiwa mazingira ya sasa ya vita vya kisasa. Mfumo wa Buk-M1 ni silaha ya kipekee yenye historia ndefu ya matumizi ya kivita na uwezo wa hali ya juu kulinda anga dhidi ya mashambulizi, iwe ni kwenye medani ya kivita au katika mazingira ya kisiasa, Buk-M1 imeacha alama isiyofutika. Je, unadhani mifumo kama hii bado ina nafasi katika vita vya kisasa vya teknolojia ya hali ya juu? Tuandikie kwenye maoni. Usisahau kusubscribe kulike video hii na kugusa alama ya kengele, ili usipitwe na makala zetu kila wakati tunapopakia na mpenzi mtazamaji, na imani umeburudika na kufurahia video hii inayohusu kombora la Buk-M1, ama kama NATO anavyoliita SA-11 Gadfly, basi mimi sina la ziada, ni kutakie tu utazamaji bora wa vipindi vyetu vinavyokuja. Asante na kwaheri, bye bye.